Na karibu tena mtazamaji. Wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma nchini wanaitaka serikali kuwajibika na kutatua masuala yaliyochangia mgomo wa wahadhiri ambao umefika siku 40 hii leo, na baadhi ya wanafunzi wamelazimika kutafuta vibarua ili kujikimu kutokana na hali ngumu ya kusalia chuoni bila masomo, wengi wao wakielezea hofu ya, ya kucheleweshwa kwa masomo yao. nam Safina Cheng Ouma na maelezo zaidi. Alipojiunga na chuo kikuu cha technical miaka minne iliyopita, Sylvester Masharia alikuwa na azma ya kuwa mhandisi, ila kwa sasa amelazimika kujihusisha na uuzaji wa vipuri vya magari kabla ya ndoto hiyo kutimia. Tunakutana naye dukani anapofanya kazi jijini Nairobi, akisubiri wahadhiri warejee kazini, na anatuelezea hofu yake. Kwa saa hii naona hiyo muda yenye na, natumia kufanya kazi ni muda yenye ningefanya ninge ningekuwa ninge, kwa darasa nikisoma so imeni affect uh, ni kwa sababu pia na, naangalia wakati inafaa ni graduate itakuwa itabidi ikuwe pushed. Sasa nilikuwa mimi matarajio yangu ilikuwa ni mwaka ujao niweze ku graduate. Muda mrefu aliyopoteza shuleni bila masomo umemtwika mzigo wa kujikimu. Siwezi endelea kutegemea wazazi kwa saa hii wazazi wangu wajiwezi, ile pesa kidogo wananitumia kidogo ndio nilikuwa najipanga nayo, lakini kwa sasa hii imebidi niingie industrial area niweze kufanya kazi ya spares. Mgomo wa wahadhiri umeingia siku ya 40 baada ya misururu ya mikutano kukosa kuzaa matunda, hatimaye serikali ilikubaliana na wahadhiri kwamba malimbikizi wanazopaswa kulipwa kutokana na mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 2021 ni shilingi bilioni 7.9 ila Ijumaa wahadhiri walikataa pendekezo la serikali la kuwalipa fedha hizo kwa awamu. Vuta ni kuvute kati ya wahadhiri na serikali ikiendelea wanafunzi wamelalamikia muda wa masomo wanaopoteza. William Samoei Ruto. Safin Achieng Oma, runinga ya Citizen.